E, kama unavyoona mkono wa fundi, hiyo ya juu unaiona hapo, hiyo rangi hiyo ni rangi ya weather guard. Ili nianza nianza na rangi ya imasheni afungaje, kupiga weather guard. Hii ya chini ni rangi ya mafuta, alipo green ni ya kawaida tu, utakuta unang'aa kama hivyo, geti zinang'aa kama hivyo, e, yani uhakika namona eh? fundi wangu huyu, huyo ndo professional wangu wangu, nafuata yeye. kwa hiyo kama mimi sipo e, kazi haizi kuharibika tu, e, sio sio kutia rangi kama hivi nasikimu kwa all put e, na vifaa vya kisasa. Ukitaka kuweka pinanu PPC kama za juu unazoziona, so hapo PPC hizo bei ni maelewano tu bei kitonga Mm, dekitonga, huyu ndo bosi wenye ndo urungu. Ananuna. Ila ndo kweli ukashanjeribia tangazo langu hapo. Kakataa. <laughs> Ah, soma bango hilo. Nakuwekea kwa upana kabisa pa Professional buka blanchi namba za simu izapo hapo, ni vifaa vya hardware vinapatikana kupitia matawi yake mengine, ili ni tawi dogo analifanyia ukarabati. Mimi fundi nikahusika katika kufanya masuala ya shunshaini eh, kama unavyoona mkanda mweusi huo chini hapo kati hapo ulipo green hii ni kipande eh. Kwa mawasiliano zaidi, girago unipigia sifuri saba kumi na saba tisini na nne hamsini na mbili hamsini na tisa napatikana bungu.